Basi guys, tunaendelea part 2, tunaendelea na story ambayo itawajenga na kuwatia moyo, kwa sababu mimi nilishahidi, yani nilishakaa sawa, ingawa ni kitu ambacho huwezi kukisahau. Lakini nimekuja kuwaambieni hapa, kuzungumza na nyinyi ili kuwatia moyo. Huenda kuna mtu ambaye alipitia kama nilivyopitia mimi, au anapitia kama ambapo niliwahi kupitia mimi. Basi tukafanya pale prosesi, tukaanza safari kuelekea kijijini. Mawazo yangu makubwa ambayo yalikuwa ni maumivu makubwa sana, nipo kwenye kipindi cha ujauzito na huyu ndugu yangu amefariki akiwa kwenye uzazi. Yani uzazi ndio umemwelekea mpaka ume, ume umempelekea mpaka amefariki. Imagine pale kwa mtu yoyote ambaye ananiangalia hapa upo kwenye stuesheni kama ile na unaenda kumzika ndugu yako, nilikuwa nalia nikiwa na misiba miwili, nalia, namwangalia mama amempoteza mtoto wake, amemwachia myukuu, nalia nikijiangalia mimi, ninakoelekea naelekea wapi? nikuwa na namwonea huruma mama, namwangalia, anasema mama, Mungu atakutie nguvu, manake sijui yani sijui na mimi naenda kuvuka vipi. Mungu amtunze mwana wangu, Mungu amuweke, na namwombea kila siku. Najua mtu huwezi kumwambia maneno hivi moyoni yote yakaisha. Kuna vingine unakuwa unaomba tu ndani ya moyo. Kiukweli Mungu amenipa mume mwenye huruma mwenye upendo ambaye alinibeba kwa asilimia kubwa sana sana, alisimama na mimi Kweli tulimaliza msiba, na kama nilivyowaambia, mimi ndo fesibni, yule mtoto ananitazama mimi. Ameacha mtoto mchanga, ameshatimia mwezi na wiki moja. Msiba umeisha, sasa nawaza nafanyaje kuhusu huyu mtoto, nafanyaje kuhusu huyu malaika na huyu mdogo wangu. Yeye yule mume hakutuonyesha, hatukumjua na hakujitokeza. Kwa hiyo yule mtoto sasa kawamebakia, mimi ndo mama mimi ndo baba ambaye atakao kumwangalia. Mama wangu ni mtu mzima, hana uwezo wa kutafutia maziwa na vitu vyake mpaka alikave amekosa maziwa ya mama. Ikabidi sasa iingie kazi ya kuanza kununua maziwa ya makopo ambayo nilisimama mimi na mume wangu. Kiukweli narudia tena kumpa shukurani kwa sababu unajua kwa mwanaume mwingine tu amesha kuoa wewe, alafu inatokea tena mtihani huko kwenu ulikotoka, kuna mtoto tena, kuna hivi aendelee kutoa yale majukumu sijui nini. Sio watu wote wamepewa moyo huo, kiukweli. Mmeo wangu aliniambia, mke wangu, huyu mtoto ni wakwetu, usiwaze, muulize mama achague nini anataka. Mtoto huyu tumchukue, mimi niko tayari, ni mtafuti, mfanya kazi, amtizame vizuri kabisa akusaidie, kwa sababu upo katika kipindi hichi, na niko tayari akisema nataka yeye kubaki naye hapa, niko tayari kumpa matumizi yote ambayo atakayohitajia, na pia niko tayari kama akisema aende sehemu kulelewa. Yani nataka amani ya mama iendelee, asijisikie vibaya kwa sababu binti yake amemwachia mtoto. Nililia kwa machozi, nililia nikasema, Mungu sijui nanipitisha wapi, sijui. Nikasema sawa, moyo wangu ukawa unasema kutokana na hali niliyokuwa nayo ya hii mimba, alafu nikiangalia mdogo wangu amepoteza maisha, nilikuwa najiona kama na mimi naelekea kufa. Sasa nimesema kama na mimi mwenyewe naelekea kufa, huyu mtoto nikimwacha, nikimwacha na mume niki niki wangu hapa, atakuja kupata tabu zaidi, bora huyu mtoto achukuliwe kitoto cha mtoto yatima mapema yani, kabla mimi sijapoteza uhaa akili yangu, ilikuwa huko ilika uko alinisikiza yale ninaosema, ila alikuwa haniambii kuwa yeye haafiki mtoto kupelekwa kituo cha mtoto yatima. Yuko tayari yeye kumtizama. Akanisikiliza, kanambia basi sawa, a mimi nikafuatilie kituo fulani, na akaenda kufuatilia kwa yule mtu ambaye wanafahamiana pale vizuri. Akakaa naye akamwelekeza akamwambia mimi sioni kama wewe unatakiwa kumleta mtoto yatima hapa kwa sababu Mungu ananionyesha kabisa mtoto huo kumlea wewe unaweza. Kwa nini umlete hapa? Mtoto kimleta hapa inamaanisha wewe umeshindwa. Je, ni kweli wewe umeshindwa kumlea mtoto? Hapo mume wangu anaambiwa na yule mtu ambaye anafahame nayo kwa kile kitu. Akasema mimi sijashindwa, lakini mke wangu ndo ka kaamua ka, ka, hivyo. Akasema tufanye hivyo. Akasema hapana kakae naye uongee naye mfanulio umwelekeze, ili aelewe kibu, kwa sababu po kwenye kipindi kigumu, na maana anaweza akafanya maamuzi ambayo sio iweagu alirudi kwangu, akazungumza na mimi, tukakaa chini, akanielewesha vizuri kabisa. Akasema mtoto tunaweza kulea, mimi na wewe, tukitaka kumchukua sawa, tukitaka kumwacha na mama sawa. Mimi kumwacha na mama, nikawa nawaza mama ni mtu mzima hataweza vipi kumwangalia mtoto mchanga wa mwezi mmoja, na ni kijijini, anaweza vipi kumtoza mama wangu? Itakuwaje umwacha naona ni changamoto u mtoto tutamkosa. Akanambia sasa unasemaje? Naambia natamani kumchukua, alafu tumchukue mfanyakazi akae naye, au ananisaidia ikiwa mimi hapo tayari na mimba yangu naelekea miezi mitano na mimba kama nilivyomwambia ilikuwa nalisumbua basi akasema sawa ongea na mama, msikize anasemaje, ongea na mama kaambia mama najua kuna kipindi kigumu lakini kuachia huyu mtoto na alikuwa na mwezi wa kumi na mbili watu wanaenda mashambani kulima itakuwa mvua baridi mtoto abebwe yani nikawaza vitu vingi sana Akasema, mwanangu, mimi huyu mtoto nitamlea hapa na kuahidi. Si focus kwenye kulima, si focus kwenye chochote, na focus kwenye kumlea huyu mtoto. Na angalia wewe, hadi yako ulikuwa naye utoweza, kajiangalia afya yako. Nikambembeleza mama, akasema hapana, sawa. Nikamwachia mtoto mama, lakini nikamwambia mama matumizi yote na kila kitu, mimi nasimama na wayo kwa huyu mtoto, na mko wako amekuahidi. Kwa chochote kinachotokea, mwone yeye. Akasema sawa. Kweli tumeendelea, tunanua maziwa. Kopo la maziwa mtoto alikuwa anatumia siku tatu mpaka siku nne, ambayo ilikuwa nauza elfu thelathini na tano, lakini tuliweza kuvuka. Mtoto alipata maziwa, na watu wakashauri, wakasema au anachanganyiwa saa zingine na ya ng'ombe kidogo na ya kopo kidogo, ili tumbo lake lizoee, au anapata maziwa yote yote. Mamaangu alipitia kwenye kipindi kigumu sana sana sana. Kuna siku ndio aaletea pa mama, mama angu mumuone na ashuhudia, azungumze. Hivi navyoongea ule mtoto ana miaka miwili na miezi kadhaa, sasa hivi ni mkubwa, namshukuru Mungu tulivuka kwenye hicho kipindi lakini kaja kufika sasa. Mimi kwa uzazi wangu sasa, kutokana na ile kwenye mimba nimepitia kipindi kikubwa, nikawa na depression mbaya, msongo wa mawazo mbaya sana, ambao nilikuwa nakaa, yule ndugu yangu aliyefariki namuona hivi, yani mchana. So kwenye ndoto namuona kabisa hivi, nikikaa namuona kabisa hivi, nazungumza naye ilifika kipindi mpaka kawa sitokitena siwezi kwenda sehemu yoyote, na kaa ndani tu mimi, naishia kuchungulia dirisha ndio kuangalia nje na ujikoni, kiti na kaa. Huna ndugu anayekujia huna nani anayekujia, upo wewe na Mungu wako. Nina watu ambao siwezi kuwataja hapa, ambao Mungu awape wa maisha marefu sana sana, walinibeba kwa kipindi hicho, ili kunifuatilia pale. Ndo nawambeni kuwa niligundua kuwa katika maisha unahitaji watu yani, ndio tunasema pesa ndio kila kitu, lakini unahitaji watu pia. Ilikuwa mama wangu anatoka anaenda kazini, akirudi anakuta tu mimi nimekaa. Yaani nikiingia chumbani, mimi nikulia usiku nalala masaa mawili matatu, mengine aliobakia yote mimi natumia tu simu naangaliangalia kwenye mtandao kama kuna chochote nini kupoteza ile mawazo. Mume wangu ana kazi ya kunipa kansela kila siku, kila wakati, kila dakika. Anapotoka lazima aongee na mimi, akirudi aongee na mimi, kama sijalala aonge na mimi, aniombee. Usiku akistuka kutani kwa macho au amke aniombee aongee na mimi mpaka ikafika miezi yangu tisa kenda ilipofika miezi tisa na kwenda kujifungua na mimi kanatakiwa nataka kwenda kujifungua na operation. Kumbuka nimepitia situation yote ya huyu ndugu yangu yote, namkumbuka kila siku, nakumbuka kila siku yani mimi ni kila siku. Wacheni Mungu aitwe Mungu. Mungu anaweza kupitisha sehemu na akakuonyesha na mlango wa kutokea na ukashangaa hivi hapa nili